Namshukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi, karibu kwenye awamu ya pili ya Darubini. Na sasa tuirejelee taarifa yetu kuu, ambapo waziri wa afya Aden Duale amekiri kuwa watoto kadhaa walifariki kutokana na mgomo wa madaktari katika kaunti ya Kiambu. Duale anatoa wito kwa serikali ya kaunti kushughulikia malalamishi ya madaktari wanaogoma. Na huku, Gavana Kimani Wamatangi akihusisha mgomo huo na wapinzani wake wa kisiasa, chama cha madaktari kimetishia kupanua mgomo huo kuwa wa kitaifa ili kutetea maslahi ya wanachama wake kote nchini. Kamche Menza na taarifa kamili. nje ya makao makuu ya kaunti ya Kiambu, maandamano ya amani ya madaktari wakiandamana, wanaharakati na wakazi maafisa wa usalama wakitazama kwa umbali, waandamanaji wanapoweka majeneza chini kama ishara ya uchungu wa kupotea kwa maisha ya watoto wakati wa mgomo wa madaktari. Baadaye waliandamana nje ya hospitali ya matibabu maalumu ya Kiambu. Hapa malango yalisalia kufungwa, huku wahudumu wengine wa afya na mabawabu wakitazama matukio. mama mzee, mama mzee kabisa amengangania mtoto miaka mingi, ni huyo mtoto anakufa juu hakuna madaktari. Katibu mkuu wa chama cha madaktari Davji Atela aliyewaongoza waandamanaji akimshutumu gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi kwa kupuuza malalamisho ya madaktari huku wananchi wakiendelea kusononeka. Chama hicho kinatishia kuwashinikiza wanachama wake kote nchini kugoma ikiwa songo mbingo hili halitakuwa limetatuliwa ifikapo tarehe 25 mwezi huu. Hi seke ya madaktari hapa Kiambu imeathiri imeathirisha sana huduma ya Kiambu. Wakazi wengi wa Kiambu wamekuja Nairobi kutafuta matibabu. Haya yanawadia ya wakati wawakilishi wa wadi wa kaunti ya Kiambu wakiwashutumu baadhi ya wabunge kutoka kaunti hiyo kwa madai ya kuchochea mgomo huo ili kuichafulia jina serikali ya kaunti. Ni watu ambao huwa wanakodishwa na wanavalishwa koti za white kwamba ni madaktari wameenda mgomo na watu wa Kiambu wamejionea peupe ya kwamba hiyo ndio mambo ya ukweli. Lakini huku gavana Wamatangi akishikilia kwamba mgomo huu una msukumo wa kisiasa, Waziri wa afya Aden Duale amekiri kwamba vifo vya watoto kadhaa vimenakiliwa katika kaunti hii kutokana na mgomo unaouendelea so Mgomo wa madaktari katika kaunti ya Kiambu uliingia siku yake ya 138 hii leo na chama cha madaktari kimeapa kukusanya saini kumshawishi Rais William Ruto na bunge kuanzisha utaratibu wa kuivunja serikali ya kaunti ya Kiambu. Kamche Menza, Darubini.